Wadada Center, nguzo ya familia. Naendeleaje? Basi tupo tena kwenye kipindi chetu ambacho tunapeana feedback, na kujua tumefikia wapi. Uh, tunaendeleaje, tumejifunza nini mpaka sasa. Kwa hiyo tunatarajia wale ambao tumekaa nao mda, kituoni muda mrefu basi watatuambia kukaa kwao kituoni kumewasaidia nini, wameona kipi, wameongeza kitu gani kwao. Leo tunaanza na waliokuwa wenyeji. Tupo na madam, madam yeye ataongoza, atatuambia naanzia wapi. Madamu, karibu. Asante. Ah, ah, hapa kuna dada anaondoka, ameshapangiwa ndio na, nafikiri anabakisha yes, dakika chache kuondoka, Dada Asha, yes. Feedback zake zikoje? Maana naona yeye katika wadada ambao wamepangiwa kazi haraka yeye <laughs> ni miongoni e, mwao imekuwaje? Dada Asha yes, kwenye utendaji wake vitu vingi alikuwa tayari yupo ana uwezo navyo, amekuja tayari, amekuja smart. Ana uwezo kwenye kupika, anaweza kupika vitu vingi, vitafunwa vya asubuhi vingi vingi, kwenye kupika vyakula vya kawaida eh, amejiongeza nani yako uko, ulikotoka mm -hmm. nasema watu watanga kwa kupika wajambo, eh. <laughs> Hey, kwenye jiko, yuko vizuri. kwenye jiko iko vizuri mm -hmm. akaingia kwenye usafi nani? tukapata Teddy, asaidia wale pale. Eh. tukapata feedback kwenye usafi pia datedi naye akasema kwenye usafi datedi yupo ataongea. Mila yes. Tata kama ofisini, feedback sisi tumeangalia tata anithibitishia hilo la jikoni, lakini nyinyi kwenye ofisini kama ofisini mnako wapangia level mm. kwamba sasa mmeamua huyu aende smart, mmeonaje uh, kwenye uwezo wa kujiongeza, kujiongoza kushirikiana na wenzie mm. tumeona yuko sawa na uwezo wa mm. yani ku, Ku, kuwasiliana na wenzi ambao anakuwa nao nje hata kuwasilisha hoja akiwa akiwa anataka kuileta ofisini mm. Anajitahidi kwenye ule uwezo wa smart, ambapo hatumtilii mashaka kama anakwenye kujiongeza na kujionge, kujiongoza ana tatizo mm. Kwa hiyo tukawa tumemwongeza kwenye training zetu kumwongezea vitu vya ziada ambavyo anatakiwa kuimprove mm. Ndio ambavyo yani yeye alikuwa anajua kufanya ule usafi wa kawaida, kwa hiyo tukampa na zile uh, training zetu ambazo zinamfanya zina awe ana uwezo wa kufanya usafi bora uh -huh. Au pia tukumwongezea kwenye malezi cha ziada ni nini tofauti na malezi ya kawaida anayojua yeye uh -huh. Pia kwenye huduma kwa wateja na namna sisi tunavyochukulia kazi yetu kwamba sio uh -huh. tu kazi kama kazi nyingine, hii ni kazi ya ofisini kwao, tumemwequip vizuri. Kitu kidogo ambacho tulikuwa tuna mashaka nacho ni yeye kubadilisha ile hali ya kutoka kwenye nimesoma uh -huh. mpaka kufika kuipokea hii hali ya kwamba sisi tunafanya kazi na hii kazi tunaiheshimu kama kazi nyingine yoyote ile ofisini. kwa uh -huh. Baada ya training zetu tumeona pia ana uwezo sasa, hata anachangia kwanzie, pia nawashauri kwamba tushauriane, hivi tufanye hivi. Kwa sisi kwetu tumemtiki kwenye uwezo wa smart mm. anaweza kuperform vizuri. wow. haya. mm -hmm. umekaa na dada Asha kwenye usafi. ndio. tupe feedback zake chap chap kwa upande wake mm. nitaanza na upande wa nizamu. Ana nizamu, ni mtu msikivu, anaheshima, mpole na pia anamuelewa mtu kwa wepesi. mm. kitu kingine sio mtu wa hasira, hata kama mtu amemkwaza mm. anachukua, sio kwamba mtu wa kupaniki na kuanza mm. kusemeshana naye mm. kwenye upande wa kazi za usafi anafanya kazi zake vizuri. mm -hmm. alisema ndio, mimi sijai kufanya lakini ninafanya za nyumbani mm -hmm. hizo za upande wa nyumbani anazifanya vizuri. mm -hmm. tulimpeleka kwenye treni yetu ya vit, vitendo uh -huh. na akafanya kazi yake ikawa nzuri kabisa, ikawa nzuri ambayo ilikuwa na marekebisho machache, kwa sababu hajawahi kufanya baadhi ya kazi zingine mm. Kwa hiyo pale kwenye marekebisho tukawa tumemrekebisha na yeye kweli akaonyesha kwamba ameelewa ile marekebisho, amerekebika mm. na tukampeleka pia kwenye upande wa pasi, kupiga nguo pasi mm. kwenye kupiga nguo pasi tulimwelekeza tu kidogo akaniambia mimi najua nikamwambia, basi pasi hapa, piga pasi. Akanyosha nguo vizuri, kiukweli hata mimi nilipenda mm. akanyosha nguo vizuri. Kwa hiyo kwa sasa hivi nikasikia anaondoka, kikweli nimehuzunika kwa sababu nimeshamzoea, ndo ananifanyia upasi. Hata akiwa na mtu mwingine, lakini namchukua yeye, ndo anakuwa anasimama pale mm. anakuwa anawaelekeza, piga pasi hivi, piga pasi hivi basi kwa kweli mimi nimeshukuru sana mm. E, kwa okay, sababu alionyesha moyo wa kujifunza, hakuonyesha kiburi. Kwa kweli alituambia kwamba ana degree lakini, kwa hapa mm. ameonyesha yuko tayari kujifunza mm. na amejifunza na ameelewa mm. E, ni kweli. Naomba hiyo maiki kwa Rahma. Rahma, wewe ni mwenyeji mm. mgeni wetu dada Asha, unamwongeleaje katika utendaji wake wa kazi, unamwonaje? Ana utendaji mzuri sana wa kazi mm. Anatoa ushirikiano vitu mm. ambavyo hajui yupo tayari kujifunza. Tunashirikiana kwa vizuri na huko jikoni huwa anaingia mm -hmm. Kwa hiyo huwa na mawazo yake, tunayajumuisha kwenye ya kwetu mm. Tunakuwa kitu kimoja, tunafanya kazi kama timu moja kuhakikisha tunapata mafanikio mazuri katika wadada wanaojua kupika. Hiyo nampa, unampa lamanga ngapi? Na, nampa alama 70, eh, yuko vizuri asabini uo, yaani ni mtu ambaye unaweza kusema anajua kupika, anajua kupika, anajua mm. kupika. Maana nimekupa mic e, kwa sababu uko jikoni kama professional, tuambie upande wa jikoni ukoje? Eh, yuko vizuri na okay. ni msikivu, ana nidhamu ya hali ya juu. Okay, e, nidhamu ya hali ya juu. Juu aisee, hiyo ni sifa ya dhahabu. Ndio. Haya, tuambie Asante. tuambie Asha, kwa upande wako ehe, Ongera, naona sifa zako zimekuwa nyingi nzuri. Ingawaje siku ya kwanza ulinitisha ulivokuja na machozi mengi, ukawa unalia nikashindwa kuelewa dada atatoboa kweli. Lakini naona umepata sifa nzuri, unaonekana ni dada ambaye unajitambua, una malezi mazuri au mwenyewe umechagua kwamba niwe na tabia hizi ambazo ndio watu wanastaka, tabia yeah. za dhahabu. Ni kitu kizuri unapokuwa katikati ya watu afu kila mtu anakusifia. Mara nyingi sio sifa ambayo kila mtu ana anaipata lakini yeah. sifa ambayo unaweza uka, uka ukawa nayo hmm. ukiamua kwamba navyoishi na watu hmm. lazima nihakikishe na kuwa mtu ambaye ninafanya matendo hmm. chanya, siwi mvivu, siwi mtu wa maneno maneno hmm. na vitu kama hivyo. We binafsi unajisikiaje toka umekuja kwenye kituo chetu kwanza? Una siku ngapi leo? na wiki na siku mbili hmm. okay. binafsi imefurahi sana na mengi nimejifunza, especially hmm. swala la discipline nimejifunza sana na akili yangu ni kwenye pesi kupenda kujifunza kwa waliofanikiwa mm -hmm. Kwao nimefurahi, nitafanyia kazi vitu ambavyo umejifundisha especially swala la discipline mm -hmm. Kwa kweli naamini kwamba mm -hmm. na kwao nimeamini kwamba bila discipline mtu awezi kufanikiwa mm -hmm. Na sio kwamba ni malezi ambayo nimelelewa mi mm -hmm. lewa nat wakorofi sana mm -hmm. lakini nimegundua ile njia sio yenyewe. Kwao nimejifunza kupitia kwa watu Okay. Hata madam alimwambia mm. mm. maneno. Maneno sio mazuri mm. mm. mm. Punguza maneno ongeza vitendo yes, na vitendo vyako vio vizuri vinavyotangaza mm -hmm. jina zuri, unafanya kazi kwa bidii kama tulivyosikia sifa zake tumesikia. mm -hmm. Jamani wadada, mlioko hapa mna cha kujifunza kutoka kwa dada Asha. Akaja akawakuta na watu hapa mmeshazeeka kabisa, yeye ana wiki tu. Naomba Teddy aseme neno yule pale e, sema. Napendaga ukiongea. Maana kuongea huko professional. Unamwongeleaje dada Asha? Uh, kwa upande wangu sijaona shida yoyote ya mm, kwa sababu japokuwa mimi ni kiongozi msaidizi, lakini alionyesha kunitii. Imagine. wewe amekutii wewe wakati mm, huyu mwenzio ni, ni, ni... Wanaita nini? Magraduate, eh? Mm. Watu wenye madigri yao yani angekudharau paka kwa wale wanaobeba nani zao mabegani, lakini amekutii ameonyesha e, eh, nidhamu yani. Ukimwambia kwamba hapa sio sawa, yani yuko chapu kusikiliza kwa makini kwamba nimekosea wapi alafu nirekebishe, yani ni mwepesi kurekebishika hivo. Wa, wow! Hizo jamani, hizo ndo sifa tunazowaelekeza yani, hizo ndo sifa za dhahabu, ndo sifa za pesa kitu kikubwa ambacho hapa tunapambana nacho ni nidhamu na maadili. Ukiweza kuwa mnyenyekevu ukaweza kuwatii hata wadogo zako, hata watu ambao wako chini yako, ingawaje unajiona umefika mbali, una elimu, ni kweli. Huyu dada kitu, kitu kingine ambacho kinamsaidia, upeo wake ni mkubwa kwa sababu ni msomi huyu. Unaposoma unatanua uwezo wako wa kufikiri ndio maana vitu vyake vingi anavyovifanya vinahusiana pia na elimu yake. Kwa elimu ni nzuri kwenye maisha, lakini kuna wale wanaibeba ile elimu inakuwa tena kikwazo, anaanza kudharau mtu wa chini yake, au anaona hawezi kunielekeza. Mpaka kuna watu wanaonyesha hizo tabia hapa ambazo sio nzuri, lakini kashuka, kama mnyenyekevu mimi natumia sana Biblia kama Yesu alivyokuwa yeye, eh, ni Mungu lakini akashuka akaja duniani akateswa akahangaika mwisho akamaliza jambo lake wewe umekuja kwenye hizi kazi, unatafuta mtaji, inabidi unyenyekee mpaka utakapotimiza jambo lako. Jambo lako ni ni nini? Ni mtaji unaoutafuta. ili upate mtaji unaoutafuta lazima uwe chini, lazima unyenyekee, lazima uwe na heshima, lazima uwe na adabu, lazima uwe mchapa kazi. Tunaelewana? Hizo ndio sifa tunazowaelekeza. Kwa hiyo, kwa kweli tunakupongeza sana dada Asha. Unakwenda kazini, tunatarajia kwamba tutapata sifa nzuri kutoka kwa bosi wako, lakini pia tutapata watu wengine ambao watatufahamu kupitia wewe kwamba ukiwa pale uwe balozi wetu. E, yaani yeah. Bosi hayo anaulizwa, jamani, Asha yeah. umemtoa wapi? yeah. Atakaposema wadada Senta, basi huku wadada wenzako wanaendelea kupata fursa kupitia wale, sisi ndivyo tunavyopata watu okay. Sisi hatupati watu uh, mara nyingi wengi wale ambao wanakuja bila hata ubabaifu ni wale waliowaona wadada wetu katika maeneo ambayo wanafanya kazi mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunakutuma nenda ukawe balozi. Hiyo sifa ulionayo, hiyo ndio sifa ya dhahabu ambayo mm -hmm. itakufikisha kule unakokutaka, sio tu kwenye hizi kazi, hizi unapita tu Yani hizi kazi unapita, sivyo? ni mwaka hmm. miaka miwili umemalizana nazo hmm. na zitakuwa zimekuweka sehemu nzuri hmm. na sasa utaendelea kwenye zile ndoto zako kubwa, lakini shikilia tabia ulizonazo pamoja na uchapakazi. Kwa hiyo unatuahidi kwenda kuwa balozi mzuri kabisa kabisa hmm. Hai, sisi tunakutakia kila la heri, maana nasikia hmm. gari yako ina muda umefika, eh, hmm. eh hey, umepangiwa wapi? tanga tanga sindio? nyumbani <laughs> Ah, itakuwaje sasa ile nidhamu ya kutulia kazini, usiombeombe ruhusa za kwenda kuenda haina ku... shida lakini hmm? shida. mm -hmm. utakapo... yeah. Usiniambia haina shida lafu ikienda kule mm -hmm. Yani, bosi akisikia ya we ni mtu wa kuombaomba ruhusa, we ni mtu wa kila siku na visababu mm hizo -hmm. Sio tabia za pesa, hicho tu ndo nakwambia uwe nacho mm -hmm. Utakapofika pile pale upanganganie uwe usahau kama umezaliwa Tanga uende ukafanya kazi za bosi wako. Yani wewe unamwaza bosi wako, kilala ukiamka ni bosi wako. Hizo ndio tabia za hela, na hapo ndipo utaendelea kufanikiwa. Sa, sasa bosi, tunakutakia safari njema, majukumu mema, Mungu akutangulie, uende ukachape kazi, utimize ndoto zako. Amina, amina, Haya, Asante madam. Haya, karibu sana. Haya, asante. Na tunakuruhusu hautapata muda wa kusikiliza wenzako kwa sababu utachelewa. yeah. Eh, sisi tunakuruhusu uende afsi, tutaendelea na kipindi. Yeah, Haya, asante.